Zaidi ya wasichana mia tano kutoka kaunti tano wakikusanyika katika kaunti hiyo ya Mombasa kabla ya kampeni ya siku kumi na sita ya utetezi dhidi ya dhulma za kijinsia duniani. Wasichana hao walikusanyika kwa mkutano wa saba kuhusu masuala ya mtoto wa kike, walifanya majadiliano ya wazi kuhusiana na dhulma za kijinsia, afya ya uzazi, pamoja na afya ya akili. Wasichana hao kutoka kaunti za Kilifi, Kwale, Lamu, Taita Taveta na Tanariva walipata fursa ya kufundishwa pamoja na kuzungumzia kwa uwazi changamoto a ibuka zinazowasonga. Because with the high rise of our GBV, we understand that this affects the young women, how they reason, how they operate, but what issues or we just want to hear what they think about matters to deal with mental health. Mkutano kuhusu masuala ya mtoto wa kike ambao huandaliwa kila mwaka hutoa fursa kwa wasichana kuelimishwa kuhusu afya ya uzazi na akili and with this long holiday it is an a platform for us to engage these young girls to try to see how can we work together how can they protect themselves how can we provide a safe space where a girl can speak freely Mkutano huo unaoandaliwa kama sehemu ya kampeni za uhamasisho zinazoambatana siku 16 za utetezi dhidi ya dhulma za kijinsia duniani pia unatoa nafasi salama kwa wasichana wanaobeba mzigo wa athari za dhulma hizo kusikilizwa. Um, the the uh, uh, kauli mbiu ya mkutano huo mwaka huu ni wasichana waliowezeshwa, jamii thabiti kufungua fursa katika eneo la Pwani kupitia uvumbuzi na ujumuishaji